Na kuhusu dua, ndo mtu tena ataiomba atakayo. Na hata katika sala za fardhi hizi, kila kwenye sijida ujitahidi, kakuhimiza ujitahidi. Kauli nyingine inasema faakthir min duai, fanya wingi wa kuomba dua. Nyingine inasema fajitahidu fi duai, jitahidini. Kujitahidi maana yake unafanya hima, unajihimiza. Yani kwa maana hiyo usiwache baada ya subhan rabbiyal aala, kisa mara tatu, kwa mfano unaomba chochote pale kwa sababu ibada ni unyenyekevu. Mwenye kuabudu pale kafika katika pahala pakubwa pa kunyenyekea, kusujudu maanake ni kunyenyekea. Sasa katika jumla ya kunyenyekea ni kuomba kwa yule ambaye ndiye aombaye, hiyo ni katika namna ya kunyenyekea. Sheti umuombe, uduuni, niombeni mimi. Huyo anaoabudiwa anasema hivyo, astajib lakum, nami nitakujibuni

Wazidni ilman, na unizidishie elimu. Kuomba mtu kuzidishiwa elimu kila wakati, hasa kwenye sijida. Qurani ndiyo ambayo imemwambia mwanadamu, waqul, na useme, rabbi zidni ilman. Anaambiwa nabii Muhammadi, waqul, na wewe unasema, rabbi, mola wangu, zidni ilman, nizidishie elimu zaidi. Usifike pahala ukatosheka na elimu, elimu bado hujajua kitu na kila ukijua utastaladhi sana, utajiona hasa kwamba natoka mbali mimi. Kila ukijua zaidi, he, utashangaa, utapojua hi, hii hili ilikuwa sijui mimi li, kumbe ndo hivyo lilivyo hili. Basi omba kila wakati, rabbi zidni ilman kwenye sijida pale.